Ni bado hiyo tume ilitoa mapendekezo kwamba ni muhimu kuendelea na mfumo wa vyama vingi, ili sababu ilizotoa ilikuwa ni kuongeza haki za binadamu, ilikuwa ni kuleta utawala wa sheria, na ilitoa sababu nyingine kwamba mfumo wa chama kimoja unapelekea rushwa, unakosesha uhuru wa kisiasa na inapelekea kushuka kwa uchumi. Ndugu wa Tanzania na waandishi wa habari baada ya kufanya mabadiliko hayo ndipo hali ya uchumi wa Tanzania ilirudi karejea ikawa katika hali nzuri. Hapa ninataka kujenga hoja yangu kwamba ni kwa nini ninaongelea hili swala nacho kukijenga sasa hivi ni kwamba nchi yetu, kwa kinachoendelea sasa, ni kama ina practice mfumo wa chama kimoja, chama cha Mapinduzi. Kwa sababu gani? kama uchaguzi, mfumo wa uchaguzi haupo huru, maana yake anayewezeshwa kushinda ni mtu wa chama cha Mapinduzi. Tunakuwa tunashuhudia tunaona vyama vingine vikipitia changamoto hizi na hizi, hawapati uhuru na nini. Rasilimali za umma zimekuwa zikitumika kwa maslahi ya chama kwayo, kwa hiyo hapa pote tunagundua kwamba nchi yetu sasa hakuna uhuru wa kisiasa. Umeshaona? kwa hiyo mimi kama msomi n na, naongea na wasomi wenzangu, inapaswa tujiulize swali. Sisi kama wasomi katika nchi hii, je, nchi yetu haina mfumuko wa bei? Nchi yetu haina uhaba wa bidhaa? Nchi yetu watu hawana maisha magumu? Nchi yetu hakuna rushwa serikalini? Je, kwenye nchi yetu kuna uhuru wa siasa? Hivi vitu vina, vinaenda direct vinakuwa na faida kwa mwananchi wa kawaida na sio kwa vyama. Endapo uhuru wa siasa ukikosekana, mwanaake unaondoa competition kati ya vyama. Mwanaake tulileta vyama vingi ili kuleta ushindani. Ule ushindani unaleta faida nyingi. Moja ya faida ambayo ile inaleta ni, moja ya faida inayoletwa ni uwajibikaji serikalini. Serikali inawajibika kutokana na ushindani uliopo wa kisiasa. Kwa sababu gani? Serikali inaamini kwamba chama, chama ambacho kiko madarakani kinaamini kwamba kikiendapo, kisipopafomu kazi yake vizuri, maana yake kitashindwa, na wananchi wataacha kukichagua tena, watachagua chama kingine. Maana yake kwa nchi yetu ya Tanzania kwa hali inavyoonesha ni kwamba wananchi hawawezi wakachagua chama kingine, maanake chama kilichopo madarakani hakitaki competition. Maanake directly uwajibikaji wa serikali unashuka. Uwajibikaji wa serikali ukishuka, maanayake mwananchi wa kawaida ndio anayozulika. Mwananchi wa kawaida ndio anayozulika. Wa kingine, natakiwa tujue kwamba ukiwa na mfumo wa vyama vingi Manake walitengeneza option kwamba mwananchi anaposhindwa kumchagua, anapoona wewe wa chama hiki akifai, ana uwezo wa kumchagua wa chama kingine. So, manake kama hakuna mfumo huru wa kiuchaguzi, manake anayepaswa kushinda ni wa chama kimoja. Na kama tunavyofahamu sheria za nchi yetu, rais ndo anachagua makamishna, ndo anaweka mkurugenzi wa tume, na rais huyo huyo anakuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kama mbunge anachaguliwa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, amepigiwa kura na wananchi, lakini anafahamu kwamba bosi wake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenye tume, ambaye ndio anasimamia chaguzi za ndani ya chama chake. Wewe unafikiri mbunge huyo ataenda kusemea nini kuhusu serikali zaidi ya kumsifia yule aliyepo madarakani ili aweze kurejea pale, kwa sababu yanaendelea kufaidi. Kingine inaondoa fikra na uwajibikaji wa kufikiri kwa ajili ya kutenda mema kwenye nchi. Mtu akiwa ameshiba anasema shibe mwana malevya. Kukiwa kuna uhakika kwamba serikali haiwezi kutoka madarakani, maanake anaamini yataendelea kura, anachokifanya ni kuhakikisha wanaendelea kubaki pale. Lakini tukiwa na uchaguzi huru, maana yake mtu yeyote anayepata fursa kuingia serikalini maanake anataka aonyeshe uwezo ili aendelee kubaki pale. Kwa hiyo, nikiangalia baada ya kufikiria na kuchuja haya mambo kwa undani, nikagundua kwamba hakuna zambi kusema Oktoba unatiki, hakuna zambi kusema no reform, no election. Lakini kwa maslahi mapana ya nchi, nikagundua no reform, no election ina faida kubwa sana. Ya kwanza ni kama nilivyosema, itaongeza uwajibikaji serikalini. Na kwa sababu ukifanya reforms za kiuchaguzi, uchaguzi ukiwa huru na haki, maanake kiongozi atakayechaguliwa atakuwa amechaguliwa kwa turufu ya wananchi, na atakapokuwa anaenda kuwawakilisha, atawawakilisha wananchi, atawajibika, ataogopa kwamba nisipotekeleza majukumu yangu ambayo wananchi wamenituma, maanake direct nita disqualify watani disqualify, hawatanichagua tena. la <coughs> pili, itaimarisha amani ya kudumu. Hakuna mtu ambaye hana akili timamu ukamwona barabarani anaandamana bila sababu ya msingi, maanake sababu ya msingi ndio hiyo. Mtu anaona kiongozi aliyestahili kupita ni huyu hapa, lakini huyo amechaguliwa manake, mpaka hapo unahatarisha amani uwezi ukapata, lakini mtu akichaguliwa wa kwamba watu wakaamini kwamba alikuwa anawapiga